Kesi ya Jude Okoye meneja wa zamani wa kundi la muziki la P-Square kuhusiana na tuhuma za utakatishaji wa fedha kiasi cha naira bilioni 1.38 dola za Kimarekani milioni 1 na paund 34,537 ilianza siku ya jana Jumatatu katika mahakama kuu ya shirikisho jijini Lagos nchini Nigeria, ambapo mdogo wake Peter Okoye ama Mr P alitoa ushahidi dhidi yake. Jude na kampuni yake ya Northside Music Limited wanakabiliwa na mashtaka saba yaliyowasilishwa na tume ya kupambana na ufisadi na uhalifu wa kiuchumi EFCC. Kesi hiyo ilianzishwa kufuatia malalamiko rasmi yaliyoandikwa na Peter Okoye dhidi na ya kaka yake. Mmoja ya mashtaka hayo yanasema kuwa kwamba wewe Jude Okoye na Northside Music Limited mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili katika eneo la Lagos ndani ya mamlaka ya mahakama hii mlinua moja kwa moja mali ya ardhi, yani shamba iliyoko namba tano mtaa wa Tony ekoe Lagos yenye thamani ya naira milioni 850, fedha ambazo mlijua au mlipaswa kujua ni sehemu ya mapato yaliyopatikana katika njia isiyo halali, hivyo kufanya kosa kinyume na kifungu cha 182d na kinachoadhibiwa chini ya kifungu cha 18 tatu kwenye mabano cha sheria ya kuzuia utakatishaji fedha ya mwaka 2022. Jude amekaa na ame mashtaka yote na amejitetea kuwa hana hatia. Wakati wa kuendelea kwa usikilizwaji wa kesi hiyo, shahidi wa kwanza upande wa mashtaka Peter Obumnem Okoy ama Mr P Alisimulia mbele ya mahakama jinsi kaka yake alivyomdanganya kifedha wakati kwa meneja wa kundi hilo. Katika ushahidi wake, Peter ama Mr. P alisema kwamba yeye ni kaka yangu mkubwa na alikuwa meneja wa zamani wa kundi la P Square akimaanisha kundi lao. Mnamo mwaka 2017 kundi lilivunjika na tulikuwa tumeachana kwa zaidi ya miaka mitano. Tulirudi tena Novemba mwaka 2021 lakini wakati huo yeye hakuwa meneja wetu tena. Aliendelea kueleza kuwa kabla ya Jude kuwa meneja wao walikuwa na mameneja wengine kama vile Chioma Ugochi na Mariam Bayo Odusami. Baadaye na kaka yake pacha Niepo ama Rudeboy wene mkabidhi Jude usimamizi kupitia kampuni ya Northside Entertainment Limited. Mr. P anasema tulianza kupata matatizo kuhusu jinsi alivyokuwa akiendesha Anasema tulianza kupata matatizo kuhusu jinsi alivyokuwa akiendesha masuala ya kifedha ya kundi. Alikuwa mtia saini pekee kwenye akaunti zetu zote za benki, EcoBank, Zenith na FCMB. Hali hii ilitufanya niswe na uwezo wa kufikia fedha kwa miezi kadhaa, alisema. Peter alieleza kuwa mwanasheria wawa wakati huo ambaye sasa ni waziri wa usafiri wa anga, Festus Kiyamo, alishauri kuwe na mpango wa mgawanyo wa mapato baina yao. Alisimulia tukio alipokuwa akijenga nyumba zao Ikoi ambapo alielezwa kuwa ufadhili wa ujenzi wa nyumba yake ulisitishwa kwa miezi sita kwa sababu ya mzozo huo wa kifedha. Fedha hizo zilikuwa zinasimamiwa na kampuni ya Northside Entertainment ambayo Jude pekee ndiye alikuwa na mamlaka ya kutoa fedha. Alisema alishangazwa kugundua kuwepo kwa kampuni nyingine to Northside Music Limited, jina linalofanana na kampuni yao ya awali hii. Lilikuja mwishoni wa mwaka 2022 alipokuwa akijaribu kupata taarifa za mapato yaliyotokana na mauzo albamu zao kwa wateja waliotaka kununua hakimiliki hizo hakuwa na taarifa yoyote ya kaunti wala mfumo wa ufuatiliaji wa mapato, na alipomuuliza kaka yake pacha Paul ama Rudeboy kuhusu jambo hilo, alimjibu kuwa hajui chochote, na alipomtaka aende kwa Jude, Paul aliahidi kwenda, lakini hakufanya hivyo. Peter alipoenda mwenyewe kwa Jude, alijibu kuwa fedha zake zipo kwa watu walioko Afrika Kusini. Aliposisitiza kuwa hahitaji fedha bali taarifa ya mapato na taarifa ya account, hakupata usaidizi wowote. Kutokana na hali hiyo pita alianza kuhisi kuna udanganyifu unaoendelea, na alipofuatilia taarifa kutoka kwa maafisa wa benki wa EcoBank na Zenith hakupata majibu ya kuridhisha, hatua iliyompelekea kufungua malalamiko rasmi EFCC. Hiki ndicho ambacho kimechukua nafasi siku ya jana Mr P kuamua kutoa ushahidi wake, na hili mafuatia ikiwa mwaka 2024 tuliona kile ambacho kiliendelea baada ya kuwekwa wazi kuwa kundi la P Square limekwisha kuvunjika na kila mmoja na msanii zake, baada ya miaka hivi karibuni kurejea pamoja na hata kufanya tours za muziki, lakini Mr. P kuweka wazi ya kuwa kaka yao huyo Jude Okoye ni moja chanzo kikubwa, baada ya kueleza kuwa alifungua kampuni yenye mfanano na kampuni ambayo ilikuwa ikipush muziki wao na kudivert, ama kuchota pesa kupitia mapato yao na kuingia kwenye akaunti ambao walikuwa hawaitambui.